Mtego wa pili ambao unatakiwa uvuke wewe kama mwamini wa Yesu Kristo au baada ya mtu kumwamini Yesu Kristo ni mtego wa ibada. Dini ina uwezo wa kusimamia ibada za pamoja kwenye jengo la ibada. Lakini dini haiwezi kusimamia ibada ya moyoni mwako. Na ndio maana dini itasisitiza sana watu waende kwenye jengo la ibada ili wakusanyika pamoja kwa sababu huo ndio uhai wa dini, kwa sababu dini inahitaji watu, dini inahitaji washirika. Kwa hiyo itasisitiza sana ibada za kwenye jengo, ibada za pamoja, ambacho ni kitu kizuri, lakini dini itashindwa kusisitiza ibada ya moyoni. Kama nilivyosema ya kwamba mtu aliyemwamini Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wake anakuwa kanisa, kwa sababu mwili wake ni hekalu la Roho Mtakatifu, kwenye moyo wake kuna madhabahu, na yeye pia ndiyo kuhani, akiongozwa na Roho Mtakatifu. kwa hiyo yeye ni ibada kamili, yeye ndiye kanisa, yeye ndio sehemu ya ibada, yeye ni ibada inayotembea. Sasa, ibada hii mara nyingi haiwezi kuongelewa kwenye dini, na mara nyingi sana utasikia, ni mara chache sana utasikia watumishi wa Mungu akiongelea ibada ya moyoni, kwa sababu ni vigumu sana kwa dini kuweza kusimamia hii ibada. Hii ibada inasimamiwa na kuhani ambaye ni we mwamini, we mwamini, Kristo, we mwenyewe we mwamini uliomwamini Bwana Yesu Kristo, wewe ndio utakayosimamia ibada yako ya moyoni na hii ibada yako moyoni kama nilivyosema, inafanyika masaa ishirini na nne siku zote za kuishi hapa duniani. Pia nikiendelea kuuliza kuhusu ibada, kama ninavyosema uh, kuna level, kuna level kama tatu nne za ibada. Uh, ibada ya kwanza kama nilivyosema ni ibada ya moyoni ya mtu binafsi. Ibada ya pili ni ibada ya kwenye familia, yani wewe unakaa na familia yako kwa ajili ya kufanya ibada, na ibada ya tatu ni ibada ya majirani ambayo wakati mwingine tunaita kama ibada za mashemasi au ibada za jumuiya. Na ibada ya nne sasa ndio nakuja, ibada ya kwenye jengo ya kanisa, kuja pamoja. Lakini kama alivyosema dini itasisitiza ibada hii ya kanisa, kuja pamoja, na mara chache sana itasisitiza ibada za majirani, lakini ibada za kujifamilia na ibada yako binafsi uh, ni nadra sana kusikia, kwa sababu mfumo wa dini ndio uko vile. Mfumo wa dini kama alivyosema unaoperate kwa watu kuja pamoja, ndio maana ya dini. Kwa hiyo kama alivyosema huu ni mtego, usipokuwa usipojua, sasa unaweza kudhani ibada ni ile tu ya kwenda kwenye jengo la ibada na kumwabudu Mungu, na hiyo ndio dini inasisitiza, kwa hiyo ndio ibada. Lakini ibada ya kweli inafanyika moyoni. Ibada kwenye jengo ni fellowship ambayo inaleta watu pamoja kwa ajili ya kumwabudu Mungu, na hiyo ni muhimu pia, lakini muhimu zaidi ni ibada ile ya moyoni mwako. Kama nilivyosema kwenye videos au alikuwa wewe ni kanisa na unatakiwa ufanye ibada, na Kristo anapendezwa na ibada ya moyoni mwako. Ukifanikiwa kujenga ibada ya moyoni mwako, ukafanikiwa kuwa na Uh, mahusiano na Mungu katika ibada ya moyoni mwako, itakuwa ni bora zaidi unapoenda kushiriki ibada za nje, kama alivyosema, uweze ukasisitiza ibada za kwenye jengo. Kama hauna ibada ya moyoni, hauwezi ukaenda kwenye ibada ya jengo, kama haufanyi ibada nyumbani kwako. Kwa sababu gani? Itakuwa ni unafiki kuwa wewe nyumbani kwako hauwezi kufanya ibada na familia yako, kwa sababu ibada is fellowship and then unaweza kufanya ibada na watu wengine wa mbali kwenye jengo la ibada? Hapana. Kwa hiyo lazima uanzie moyoni and then uwe na uwezo kufanya ibada na familia yako, wakusanye watu wa familia wamfanye ibada kama vile mnavyofanya kwenye mjengo la ibada. Na ibada ya tatu pia ni ibada ya majirani ushemasi jumuiya, kwa hauwezi kwenda kwenye jengo au kwenye mkusanyiko wa watu wengi kama wewe uwezi kufanya ibada na majirani zako. Hii kitu naona siku hizi haisisitizwi sana, lakini ni muhimu sana kwa sababu ndio inaonesha upendo. Na ukifuatilia historia ya kanisa, ilianza na ibada za kwenye ujirani, watu walikuwa wanatembea nyumba kwa nyumba, wakimega mkate, maana wakimega neno la Mungu. Lakini ni ibada ambazo tunaona sasa hivi hazisitizwi sana kwa sababu dini imeshika tam, kuwa inataka watu waende tu kwenye jengo la ibada. Kwa sababu dini haijali wewe kuwa una ibada yako ya moyoni, kwa cha muhimu ukishafika kwenye jengo la ibada, ndio dini inaendelea kukufurahia na endelea kukurekodi ushiriki wako kwa kuwa kushiriki kwenye shughuli za ibada, kushiriki kwenye matoleo na vitu vingine. Lakini kama lilivyo sema, dini haina uwezo wa kusimamia ibada yako ya ndani. Wewe ndio una uwezo wa kusimamia, kwa sababu wewe ndio unajua mahusiano yako wewe unajua hali ya madhabahu ya moyo wako. Kwa hiyo unataka usimame peke yako kama mwamini kusimamia ya ibada yako ya ndani ya moyo wako, usimame na uwe na wakati mzuri wa kuingia kwenye kilindi cha moyo wako, ufanye ibada yako ya ndani kwa kusema hivi. Sisemi kuwa usishiriki kwenye ibada za dini, hapana. Na sisitiza kuwa ibada muhimu inaanzia moyoni. Usipokuwa na ibada ndani ya moyo wako, hata ile unaenda kwenye jengo haina maana. Usipokuwa na ibada kwenye familia yako, hata ile unaenda kwenye jengo haina maana. Usipokuwa na ibada na majirani hata ile unaenda kwenye jengo inakuwa haina maana. Kwa sababu gani? Hivi vitu vyote ni muhimu, kwa sababu vinaonyesha fellowship. Kama nilivyosema, uweze kuwa na fellowship na watu wa mbali, wakati wewe mwenyewe wa hauna fellowship moyoni mwako, hauna fellowship na familia yako, hauna fellowship na majirani yako. Ndio tuko katika uh, ulimwengu ambapo unasisitiza ibada za mbali na ime ignore ibada muhimu sana ambazo ndiyo msingi wa ibada hii kubwa ya pamoja. Kwa hiyo kama wewe muamini, hakikisha kwamba ibada ya kwanza unayofanya ni ya moyoni. Ibada ya pili ambayo nataka kufanya ni ya familia, na ibada ya tatu ni ya ujirani, na ibada ya nne sasa, ndiyo sasa ya kwenye jengo ambayo ndiyo dini inasisitiza.